Bunge likijiandaa kujadili mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026, mbunge wa Saboti Caleb Amisi amewataka Wakenya kuwa na ufahamu kuhusu mswada huo ili kuepuka masaibu yaliyojitokeza kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Mike Mskoyo na kina cha taarifa. Akizungumza, ah, akiwa eneo la Lukosi eneo bunge la Saboti mbunge wa Saboti Caleb Amisi amewataka Wakenya kuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu mswada wa kifedha mwaka 2025/26 ili wawashinikize viongozi wao kuchukua mwelekeo mwafaka. Tunaenda kusoma bajeti ya taifa na wengi wao wanasema kwa nini ume, umeunga ama ujaunga. Nataka wananchi wa Saboti, mimi nawapea basari, msome ili muangalie finance bill ni nini iko ndani. Watu wa Saboti hao wamesoma, watasoma finance bill, isikuwe kama ile wakati ya June 2025, ambapo ilibidi vijana wa Gen Z wakuje kwa kwa parliament na wakachapwa risasi. Mbunge Amisi anadai hatua ya Wakenya kufahamu kwa undani mapendekezo ya mswada huu wa kifedha itasaidia pakubwa kuepusha taifa na machafuko kama ilivyoshuhudiwa kwa mswada uliopita. Dunia mzima imeangazia watu ambao walichapwa risasi na hatujaona hadi saa hii compensation kwa vijana. Kama finance bill itakuwa mbaya na vijana wakuje kwa bunge, Sitaki mtu akufe kwa kukuja kwa bunge. Nitaomba askari watoke waingie nje, waruhusu wananchi wakuje kwa bunge kwa sababu bunge ni yao. This should be the last time we are losing a young man for fight for democracy, freedom of speech and a finance bill that is conducive to the common mwananchi. Hata hivyo amesisitiza umuhimu wa Kenya kushiriki kwenye mikutano ya kutoa maoni kuhusu hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge, NGCDF. Monday, Tuesday and Wednesday wanafanya public participation ya kuuliza CDF iendelee ama isiendelee. Nataka kuuliza hapa public participation, CDF hii ambayo imejenga hii madarasa ile ambayo inawapea basari iendelee ama ifutiliwe mbali? iendelee ama ifutiliwe mbali? you don't need public participation on Monday. Saboti has decided, CDF iendelee. Mike Mskoyo, West TV, kutoka wadi ya Machewa, eneo bunge la Saboti, county ya Tranzoya.